Katika ulimwengu wa leo uliojaa kasi ya maendeleo, vishawishi vya kisasa na miguso mingi ya kila siku, ubongo wa mwanadamu, kiungo cha ajabu kinachoendesha kila tendo, wazo na hisia, unajikuta ukikabiliwa na maadui wengi wa kisiri. Maadui hawa hawabebi silaha, hawana sura za kutisha wala hawapigi kelele za vita. Badala yake huingia taratibu kwa ujanja na kwa mwonekano wa kawaida, huku wakitufanya tuamini kuwa hali ni ya kawaida. Lakini kwa ndani ubongo huumia, hushindwa kupumua kwa uhuru wake wa kiakili, hushindwa kusonga kwa wepesi wake wa fikra, na huanza kulegea kama taa inayofifia taratibu kabla ya kuzima. Wengi wetu hufikiria magonjwa ya akili kama majanga yanayotokea ghafla pasipo sababu, au labda ni matokeo ya urithi wa kifamilia pekee lakini ukweli wa kisayansi na wa maisha ya kila siku unaonyesha kuwa sababu nyingi zinatokana na namna tunavyoishi, tunavyofikiri, tunavyotunza miili yetu, na zaidi sana namna tunavyojali au kuwacha ubongo wetu bila huduma anayostahili. Katika maandiko haya tutazama kwa kina katika vyanzo mbalimbali vya uharibifu wa ubongo, baadhi vikiwa wazi, vingine vikiwa maficho yasiyotambulika kirahisi. Lengo si tu kufumbua macho ya msomaji bali kuamsha dhamira ya kulinda hazina hii adhimu ili tuendelee kuwa viumbe wenye fikra timamu, kumbukumbu kumbu imara na utu uliojaa mwangaza wa hekima. Matumizi mabaya ya madawa na pombe. Dawa za kulevya kama cocaine, heroin, bangi na methamphetamine huharibu seli za ubongo na kuadhiri mfumo wa fahamu. Pombe nyingi huharibu uwezo wa kumbukumbu kumbu, fikra na uwezo wa kufanya maamuzi. Msongo wa mawazo stress. Msongo wa mara kwa mara huzalisha homoni ya cortisol kwa wingi, ambayo huathiri sehemu ya ubongo iitwayo hippocampus inayohusika na kumbukumbu kumbu na kujifunza. Kutopata usingizi wa kutosha, ubongo haupati muda wa kujijenga upya na kusafisha sumu zilizokusanywa mchana. Usingizi hafifu huathiri kumbukumbu, uwezo wa kufikiri na utendaji wa kiakili. Lishe duni Ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi, sukari nyingi, na vyenye kemikali vingi hupunguza uwezo wa ubongo kufanya kazi vizuri. Upungufu wa virutubisho kama omega 3, vitamini B na madini kama chuma iron huathiri ukuaji na afya ya ubongo. Kutofanya mazoezi: kukaa bila mazoezi huchangia mtiririko mdogo wa damu kwenye ubongo, jambo linaloweza kusababisha kushuka kwa uwezo wa kumbukumbu -kumbu na umakini. Uvutaji wa sigara nikotini na kemikali nyingine huathiri mishipa ya damu inayopeleka hewa na virutubisho kwenye ubongo. Huweza kuongeza hatari ya kupata ugonjwa wa akili dementia na kiharusi stroke. Vurugu za kisaikolojia na kiakili: unyanyasaji, huzuni ya mara kwa mara au mazingira yenye mizozo huathiri ubongo hasa kwa watoto na vijana, na huweza kuathiri maendeleo yao ya kiakili. Ajali za kichwa. Kupigwa au kuanguka na kuumia kichwani kunaweza kuharibu tishu za ubongo na kusababisha matatizo ya kudumu. Kutotumia ubongo kufikiri mental inactivity. Kutokufanya shughuli za kiakili kama kusoma, kuandika au kutatua changamoto kunaweza kupunguza wepesi wa ubongo na kuongeza hatari ya kupoteza kumbukumbu kumbu kwa haraka. Kutengwa na jamii social isolation. Kukosa mawasiliano ya kijamii kwa muda mrefu huweza kuchochea huzuni na magonjwa ya akili kama depression au anxiety na hatimaye kuathiri ubongo. Mazoea na mazingira mbalimbali tunayokumbana nayo katika maisha ya kila siku huweza kuwa na athari kubwa kwa ubongo wetu. Ubongo ni kiungo nyeti mno ambacho kinaendesha kila jambo tunalofikiri, kuhisi, kufanya au kukumbuka. Ili ubongo uendelee kuwa katika hali bora, unahitaji uangalizi makini, mazingira rafiki, lishe sahihi na maisha yenye utulivu. Hata hivyo, kuna mambo mengi yanayoweza kuharibu utendaji wake, ama polepole pole kwa muda mrefu au ghafla katika mazingira fulani. Madhara haya yanaweza kuonekana katika hali ya kupoteza kumbukumbu, kumbu, kushuka kwa uwezo wa kufikiri, magonjwa ya akili au hata ulemavu wa kudumu wa ubongo. Kwanza kabisa matumizi mabaya ya vitu vya kulevya pamoja na pombe ni miongoni mwa sababu kuu zinazochangia kuharibika kwa seli za ubongo. Dawa za kulevya kama cocaine, heroin, methamphetamine na bangi huathiri moja kwa moja mawasiliano baina ya seli za ubongo. Vitu hivi huweza kuzuia au kuharakisha utolewaji wa kemikali muhimu za mawasiliano ya kiakili, jambo linalosababisha mtu kushindwa kudhibiti hisia, maamuzi au hata kumbukumbu. Pombe kwa upande mwingine hasa inapotumika kupita kiasi, huadhiri maeneo ya ubongo yanayohusika na mantiki, usawaziko na mawasiliano ya kijamii. Kwa muda mrefu, matumizi haya huweza kuharibu kabisa miundo ya ubongo na kuongeza uwezekano wa kupata matatizo ya akili kama vile ugonjwa wa akili dementia. Pili, hali ya msongo wa mawazo au mfadhaiko wa mara kwa mara ni sumu ya taratibu kwa afya ya ubongo. Wakati mtu anapopitia msongo, mwili huzalisha kwa wingi homoni ya kortisol. Homoni hii ikiwa nyingi kwa muda mrefu huathiri sehemu ya ubongo inayoitwa hippocampus, eneo linalohusika na kumbukumbu kumbu na uwezo wa kujifunza. Msongo wa mawazo husababisha kupungua kwa umakini, kushuka kwa ubunifu na kupoteza uwezo wa kufanya maamuzi ya busara. Zaidi ya hayo, msongo ukidumu unaweza kuchochea matatizo ya usingizi, hali ambayo nayo huleta mnyororo mwingine wa madhara. Kutopata usingizi wa kutosha ni hali nyingine inayoumiza ubongo kwa kiasi kikubwa. Wakati mtu analala, ubongo hufanya kazi ya kujisafisha kwa kuondoa taka na kemikali hatarishi zilizojikusanya wakati wa mchana. Pia ni katika usingizi ambapo kumbukumbu huimarishwa na ubongo hujifunza na kupanga taarifa mpya. Kukosa usingizi wa kutosha au kulala kwa muda mfupi sana kila siku hupelekea mtu kuwa na uwezo mdogo wa kufikiri kwa makini, kushindwa kujieleza vizuri au hata kuwa na mihemko isiyodhibitika. Hali hii huathiri maisha ya kazi, mahusiano na ustawi wa jumla wa mtu. Lishe duni ni chanzo kingine kinachoathiri afya ya ubongo. Ubongo unahitaji virutubisho maalum ili uweze kufanya kazi kwa ufanisi. Virutubisho kama vile omega 3, vitamini B, chuma na madini mengine hujenga na kulinda seli za ubongo. Ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi yasiyo na afya, sukari nyingi, na vyenye kemikali bandia huweza kusababisha uvimbe katika ubongo na kupunguza uwezo wake wa kufanya kazi vizuri. Vyakula hivi si tu kwamba huathiri mwili, bali pia huathiri mihemko na uwezo wa kujifunza. Chakula ni dawa kwa ubongo, na lishe mbaya ni sumu ya polepole pole. Maisha yasiyo na mazoezi pia ni chanzo cha matatizo ya ubongo. Tafiti nyingi zimeonyesha kuwa mazoezi ya mwili huongeza mtiririko wa damu katika ubongo na hivyo kusaidia katika utoaji wa hewa safi ya oksijeni na virutubisho vinavyohitajika. Kukosa mazoezi huweza kusababisha kuzorota kwa kazi za kiakili na kuchochea magonjwa kama kisukari na shinikizo la damu, ambayo nayo huathiri ubongo kwa namna moja au nyingine. Mazoezi husaidia pia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha usingizi na kuongeza uwezo wa kujifunza. Uvutaji wa sigara ni tabia nyingine yenye madhara makubwa kwa ubongo. Moshi wa sigara una kemikali nyingi hatari zinazoweza kuharibu mishipa ya damu inayopeleka virutubisho kwenye ubongo. Nikotini huathiri mfumo wa neva kwa njia ambayo huweza kufanya ubongo uwe tegemezi na kupoteza uwezo wa kujitawala. Pia uvutaji wa sigara huongeza hatari ya kupatwa na kiharusi, hali inayoweza kusababisha kupooza au kifo cha ghafla kwa seli za ubongo. Katika jamii nyingi, watu hukumbwa na hali ya kuishi katika upweke wa kijamii au kutengwa. Ukosefu wa mawasiliano ya kijamii na mahusiano ya karibu huathiri sana afya ya akili. Ubongo hujifunza kwa mwingiliano wa kijamii, na pale mtu anapokuwa peke yake kwa muda mrefu, uwezo wa kufikiri kwa ufasaha, kutatua matatizo na kuelewa hisia za wengine hupungua. Hali hii huweza kusababisha huzuni, mfadhaiko na hatimaye matatizo ya akili ya muda mrefu. Ajali za kichwa nazo ni hatari kubwa kwa ubongo. Maumivu au mishtuko inayotokea kichwani inaweza kuharibu tishu muhimu za ubongo. Mara nyingine mtu anaweza kuonekana yuko sawa mara baada ya ajali, lakini baada ya muda huanza kuonyesha dalili za kushuka kwa uwezo wa kumbukumbu -kumbu, mabadiliko ya tabia au kushindwa kujieleza vizuri. Ajali hizi huchangia kwa kiasi kikubwa majeraha ya ubongo yasiyoonekana kwa macho, lakini yenye athari kubwa kwa maisha ya baadaye. Pia kuna tabia ya kutotumia ubongo kwa shughuli za kiakili. Mtu anapoacha kujihusisha na mambo ya kusoma, kutafakari, kutatua changamoto au hata kushiriki mijadala yenye manufaa, huweza kujikuta akipoteza wepesi wa kufikiri. Ubongo ni kama misuli, ukiutumia unazidi kuimarika. Bila shughuli za kiakili, uwezo wa kufikiri kwa haraka, kubuni mambo mapya au kujifunza mambo mapya huanza kudhoofika. Hali nyingine ni kuishi katika mazingira yenye kelele nyingi, machafuko ya mara kwa mara au vurugu za kihisia. Mazingira haya huweka mtu katika hali ya tahadhari muda wote, hali inayomchosha ubongo. Kwa watoto, kukua katika mazingira ya manyanyaso, matusi au kutelekezwa kunaweza kuathiri ukuaji wa ubongo wao kwa kiwango kikubwa. Wanaweza kuwa na matatizo ya kujiamini, kusoma au hata kuhusiana na watu wengine kadri wanavyokuwa. Kwa ujumla, kila jambo linalotendeka ndani au nje ya mwili lina athari fulani kwa ubongo. Kwa hivyo, ili kulinda afya ya ubongo ni muhimu kuwa na mtindo wa maisha unaolenga usawa wa kiakili, kimwili na kihisia. Hii ni pamoja na kula vizuri, kufanya mazoezi, kulala vya kutosha, kuepuka matumizi ya vitu hatari, kushiriki katika jamii na kuweka akili katika hali ya kujifunza kila siku. Ubongo ukipewa mazingira sahihi una uwezo wa kujiboresha, kupona na kustawi kwa namna ya kushangaza. Ubongo wa mwanadamu ni sawa na taa inayomulika njia ya maisha. Ni kiungo kisichoonekana kwa nje lakini ndicho kinachotufanya tuwe binadamu kamili wenye uwezo wa kutambua, kufikiri, kuamua, kupenda, kuota ndoto na kutekeleza. Lakini taa hii inaweza kufifia au hata kuzimika kabisa, si kwa mkono wa adui wa mbali, bali kwa sababu ya uchaguzi wetu wa kila siku, uchaguzi wa kile tunachokula, tunachowaza, tunachofanya na jinsi tunavyojipa au tunavyonyimwa nafasi ya kutulia, kujifunza na kuishi kwa amani. Uharibifu wa ubongo si jambo la ghafla, ni safari ya kimya inayoanza kwa kuteleza kidogo kwenye mazoea, kuzembea kwenye usingizi, kupuuza lishe bora, kuachia msongo utawale, au kuzama kwenye utupu wa upweke na mihangaiko ya kila siku. Ni safari ambayo, bila kujua, mtu hujikuta akipoteza makali ya fikra, mwanga wa kumbukumbu -kumbu, na usawaziko wa kihisia. Lakini habari njema ni kwamba safari hiyo si lazima iwe na mwisho mbaya. Tunaweza kuikomesha, kuigeuza na hata kuiponya kwa kutambua dhamani ya ubongo wetu, kwa kuamua kwa makusudi kuutunza, tunaweza kuujengea maisha marefu ya afya, busara na ubunifu. Tunaweza kuwa watu waliokomaa kiakili, waliotulia kihisia na wenye maono yanayoweza kulibadilisha taifa, jamii na dunia. Tuusikilize ubongo wetu, tuulinde, tuutakase kwa maarifa, mazoezi, lishe bora na utulivu wa ndani maana huko ndiko kwenye hazina ya utu wetu, na huko ndiko chimbuko la kila wazo linaloweza kuleta mabadiliko ya kweli. Nashukuru sana kwa kutazama video hii. Bahi bahi. tukutane kwenye video nyingine.